Tarehe nane mwezi wa tatu ni siku ya wanawake ulimwenguni. Kitaifa hapa Tanzania itafanyikia mkwani Arusha, na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ndiye atakuwa mgeni rasmi. Katika pitapita za hapa na pale mtaani, wanawake wanaonekana wakifanya shughuli mbali mbalimbali ambazo zimezoeleka kufanywa na jinsia ya kiume. Swali langu ni kwamba wanawake wanakabilianaje na mitazamo ya watu kutokana na shughuli hizo ambazo wengi wakihisi hawafai kuzifanya na zinafaa kufanywa na jinsia ya kiume, huku wao ni wanawake. Mtazamaji wa Sauti Digital, ambatana nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, langu jina ni Steven Kiansi. Kwa majina anaitwa Anastasia Juma, ni mkazi wa Mwanza. mimi ni dereva wa pikipiki au bodaboda, kazi yetu hapa kikundi cha MJP kituko hapa kwa ajili, kwa watu wanaotaka kutuma mizigo pengine au kupokelewa mizigo yao, tunawapelekea sehemu waliopo, au pengine kufata wanafunzi na kumtoa mtu sehemu moja kwenda sehemu nyingine, tunafanya shughuli kama hizo. Changamoto zipo, na kazi yote ile haikosi changamoto. Kuna changamoto ndogo ndogo, kwa mfano mwanamke, mwanamke hata kama ameteremka hapo kwenye gari, ukamwambia dada, labda usafiri, mama, usafiri, sisi tunaendesha pikipiki hapa, tunabeba abiria. Akitazama akaona ni mwanamke ana sita, anasema mwanamke, hapana, mimi auza akanibeba hata nifikisha salama kweli unakabiliana na hizo changamoto kwa sababu zenyewe zipo tu, tunazipokea tunazifanyia kazi. Wakati mwingine ndio hivyo, unasema ambaye hatukubali basi, na tukubali basi, wengine unazidi kuambia kwamba sisi ni moja mbili tatu, tunafanya shughuli hizi na hizi, inaenda hivyo. Wengine wanaanza kuelewa, wanaanza kuelewa taratibu, hivyo hivyo, kumbe kweli hawa wanawake wanafanya kitu fulani, na si kwamba wamevamia na wao wanatafuta, ni katika utafutaji. Kwa majina, naitwa Grace Salvatore, nafanya kazi ya uwafanda hapa katika chuo cha Mtakatifu Augustino. Unakabilianaje na mtazamo ya wa watu kutokana na kazi ambayo naifanya? Kwa upande wangu mimi, hainipi shida, kwa sababu mimi ni kazi naipenda. Kwa hiyo mimi sifuatilii maneno ya wa watu na kazi yangu kwa sababu na naipenda. Imekuwa ni hali ya mazoea kwa wanawake walio wengi wakiamini kufanikiwa lazima uweze kushika mkono na wanaume kwa kupewa fedha au watu walio nao katika mahusiano. Sasa ujumbe kutoka kwa wanawake hawa ambao wenyewe wakipambana wenyewe kama wenyewe katika jamii kulingana na shughuli mbalimbali wanawashauri nini wanawake hawa ambao wakiamini kufanikiwa lazima wapewe support kutoka kwa, kwa wanaume au watu walio nao katika mahusiano? Ujumbe wangu kwa wanawake wenzangu, tusiogope kazi, tupambane. Maana sisi wanawake ndio jeshi kubwa. Ninawasihi hata wanawake wenzangu, hata siku ya tarehe nane, siku ya wanawake hapa duniani, tujitokeze kwa wingi, maana sisi wanawake tunaweza. Ujumbe wangu kwa wanawake ambao pengine hawajapata cha kufanya, mwanamke jumuika sehemu yoyote ile, kwa biashara yoyote ile, kwa kidogo ulichonacho anza nacho kama ni makubaliano ya mume na mke, lakini sio kwamba tu atoke akaanzisha yeye kama yeye. Kama umeruhusiwa, fanya chochote kile, biashara ambayo ni halali. Unaamini kabisa hii ni halali, itakuingizia shilingi mia mbili, ni vizuri kufanya kuliko kukaa hivyo hivyo. Amini washauri wanawake wote wa, wa, wa mke wapambane. Sio kila kitu utafutiwe au upewe support na mtu, ni kuamua tu kwamba unaweza na unaweza na mpaka kufikia hapa, sina la ziada. Kwa niaba ya wote waliohusika kuandaa kipindi hiki, ambapo nyuma ya kamera alikuwa ni Samson Bahati kwa kushirikiana na Vui Chazi, mimi ambaye mweza kunitazama mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, langu jina ni Steven Kiansi.